Kwanza hutakii kumdharau mpinzani wa aina yoyote, kwa hiyo mchezo unaenda utabadilika, lakini tuna tuna kocha mzuri ambaye ni Ahmed Moroko, akienda kuwatumia wachezaji, tutaenda kuinisha kwa, mche, kwa muda ambao wamepatiwa na Simba na matokeo ambayo yatatokea hapo kesho kutokulaumiwa kwa lolote ambalo litatokea. Busara tumeumbwa nazo wachache, watu wengi wameumbiwa lawama. Kwa namna yoyote mashabiki hawakosagi lawama, hata ufanye vizuri kwa namna gani lawama huwa hazikosekani, lakini kitu, kitu pekee ambacho tunahitaji ni ushindi, na pia tumetoka kuondokewa na kocha, kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu sana kwa benchi la ufundi moja kwa moja, ambayo tumempa mechi moja, na pia kwa sababu Oktoba kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 30 tutakuwa hatuna mechi nyingi sana za kimashindano kama tutapata champion mapema, nadhani anaweza akakisuka kikosi kwa muda huo tukavuka, lakini inakuwa ni wakati mgumu sana. Uliangalia Simba dhidi ya Fountain Gate FC, watu wengi walisifia sana performance kwako. Ilikuwa ni performance ambapo nini walirekebishe zaidi uh, kuelekea mchezo wa kesho uh, performance nzima ya Simba Sport Club kwenye upande wa Fountain Gate ni kwenye eneo zima la ulinzi. Eneo la ulinzi la Simba liko imara sana. Inshi kubwa ni kwenye namna ya utengenezaji wa nafasi. Wachezaji ambao tuko nao msimu huu ni wachezaji wazuri sana. kama Fad Davis asingeondoka, nadhani hao wachezaji angeenda kuwatumia kwa, kwa sababu alisajili wachezaji kutokana na mahitaji. Fad Davis msimu jana anavyoanza, alikuta wachezaji wengi wamesajiliwa na uongozi, yeye moja kwa moja kutokana na wale wale wachezaji akawatumia, lakini unaona akaenda kwenye fainali ya kombe la shirikisho pia, tukacheza fainali na Yanga kwenye wenye kwao kwa, kwa msimu huu Sifa Davis ametusajilia wachezaji kutokana na mahitaji yake, lakini ametukimbia. Kwa hiyo moja kwa moja tunaweza kusema kama tutashindwa kupata matokeo Ina maana, inabidi tumuombe Fred Davis aje atupige magoti Benjamin Mkapa atuombe, atuombe msamaha mashabiki wa Simba, kwa sababu ametuletea wachezaji ambao yeye alikuwa anataka kuwatumia kwenye mfumo wake. Unajua, kila kocha ana mifumo na falsafa zake za ufundishaji, anaweza akaja kocha mwingine anakuta wale wachezaji wanakuwa hawatoshi kutokana na mfumo wake. Simba, kwa upande wangu mimi ni namna tu ya utengenezaji wa nafasi kwenye upande wa ulinzi, sina sina mashaka napo sana, kwenye namna tu ya utengenezaji nafasi na kupata finisha finisha. Msimu huu tuko nao namuongelea mwalimu namuongelea Sowah, ni finisha mzuri sana, kama atapata viungo wabunifu, nadhani tutaenda kusogea.